La pili ni ushirikiano baina ya makundi ya hamasa yaliyopo katika mkoa na wilaya ya Kaskazini B kwa ujumla. Tunaelewa kwamba makundi yote ya umoja wa vijana ni makundi sawa, yana haki sawa katika haki ya Chama cha Mapinduzi. Katika hili hakuna kundi bora hata moja dhidi ya kundi migogoro iliyokuwepo katika makundi ya hamasa ya leo hii, kuna muda inasababishwa ni viongozi wenyewe wa makundi husika, kuna muda inasababishwa ni wanachama wa yale makundi wanaojipendekeza kwa hao viongozi husika. <laughs> Na mara nyingi tumeendelea kupokea taarifa zisizokuwa nzuri, na naomba hili likataze hapa. Wapo baadhi ya viongozi wa makundi ambao wanatumia uongozi wao kuharibu, kusumbua na kutongoza watoto wa watu. <coughs> Naomba nitoa agizo katika hili kwa msimamizi wangu wa makundi ambaye ni katibu wa wilaya, kwa vijana wote ambao sio waadilifu, iwe ni kiongozi wa kundi, iwe ni mwanachama wa kundi kama ana nafasi katika kundi simamisha, weka pembeni, twende na vijana wanaowadilia. yeah, yeah, yeah, yeah, yeah! Chama Cha Mapinduzi sio kapu la kufanya uhuni katika makundi yenu na sio kapu wala kichaka cha kujificha utovu wa adabu katika mitaa. Yeah, ni yeah, yeah, chama chenye busara chama kinachofikiria mbali namna ya kuwasaidia Watanzania na, na wanakaskazini kwa ujumla. Viongozi wadogo wadogo wachache wasiharibu taasira chama chama ya Chama cha Mapinduzi katika makundi yenu. Jambo la tatu ni utekelezaji wa ilani ya system ya mwaka 2020 hadi 2025 ambayo kwa sasa tumeshatamatisha katika eneo hili. Vijana wangu wa makundi, bebeni dhima ya makatibu wa uhamasishaji na chikizi kwenye ngazi zenu, lakini bebeni dhima ya makatibu wa siasa na uenezi kwenye ngazi zenu, kueneza yale mema ambayo yametekelezwa katika majimbo yenu. Tunaelewa kwamba hakuna jimbo ambalo serikali hizi hazikufanya kitu. Ilani ya CCM ya uchaguzi wa mwaka 2020 2025 ilizielekeza sekta zote kwa upande wa serikali kuwahudumia wananchi zikiwemo sekta za elimu, sekta za afya, sekta za maji, sekta za kilimo, miundo mbinu ya barabara na nyinginezo. Katika sekta hizi karibu kila jimbo kwa Zanzibar na hata mkoa wa kaskazini kwa Unguja zimeguswa kwa mfano katika jimbo la Bumbwini tunajua kabisa, katika sekta ya elimu iko miradi ya elimu, ikiwemo skuli ya sekondari ya Bumbwini Makoba yenye gharama shilingi bilioni 6.1 nadhani wanabumbwini mnaiona na mnaijua pia. Lakini wakati huo huo Bumbwini Misufini, na nayo skuli ya balozi li Donge, skuli ya msingi ya Donge Vijibweni ipo Mahonda soko la kitope lile pale lenye gharama ya shilingi milioni 126, lipo na tunaendelea na ujenzi wa kiwanja cha wilaya cha mpira wa miguu eneo la Kitope. Lakini kama haitoshi, kuna barabara kadhaa ambazo zimejengwa za ndani karibu kila eneo. Haya ndiyo ambayo wananchi wanataka wayasikie, ili kusudi wajue thamani ya serikali yao iliyowekwa na CCM kwa sasa. Tusipowaambia sisi wenye dhamana na wenye wajibu wa kuwaambia, watatokezea watu wasiojua na wasio dhamira ya serikali iliyopo kupotosha. Najua mnatambua kwamba baadhi ya wapotoshaji wakubwa ndio wanufaika wakubwa wa, wa serikali iliyopo, lakini kwa sababu ya mirengo yao ya kisiasa wanaamua kupotosha jamii ili kusudi kujiwekea krediti kwenye jamaa zao hili ndugu zangu vijana tusikubali. Twendeni tukausaidie tuka umma kujua kilichoko ndani. Eneo la nne ni mandalizi ya uchaguzi mkuu wa dola Oktoba mwaka huu 2025. Katika eneo hili, pamoja na kumbukumbu -kumbu nzuri za kikatiba kupitia ibara ya tano 5 mabano moja ambayo ina ushindi wa Chama cha Mapinduzi kuwa ni lazima kwa serikali za mitaa pamoja na uchaguzi mkuu. Bahati nzuri tumeshamaliza serikali za mitaa kwa, mita, kwa wenzetu Tanzania bara. Sasa tuko katika uchaguzi mkuu kwa Tanzania nzima, ili kufanikisha lengo hili la ibara ya tano mabano moja ni lazima